Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta, sawa sawasawa. Mimi najua kama katibu mkuu, pesa nyingi ambayo tulifanyia kampeni ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, alitusupport kihali na mali, ni ukweli. Lakini sasa si sahii. Kuna mshenzi mmoja, mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet, wewe Junet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 Asante Senator Sifuna kwa kufichua yale ambayo baba alikwambia. Sasa wamebaki watu wawili tu warefu ndio mzungumziwe na His Excellency the Deputy President.